Mwalimu Senene, wewe umetokea kwenye familia ya watoto wa Kishua. Sasa kivipi tena unaanza kugombania na walimu wa field chai huko ofisini jamani? Eh? Sawa, umenikosesha. Unajitia aibu. Nimekukosesha kivipi sasa Neema? siku nyingine lazima uonyeshe njia alafu uonyeshe na jibu umelipatia wapi. Wewe hapa umeandika tu jibu bila kuonyesha njia, kitu ambacho kwenye hesabu ni marufuku. Sawa, nenda ofisini kule, kuna peni nyekundu nilete, ndo kusahihia Mwalimu. mm. <laughs> Uh, okay. Eh, eh. Uh-huh. Uh, swali la 10 ulisema to find x. Jibu ni saba, ila umenikosesha. Sasa wewe ndio nilikuwa nakutafuta. Hivi unawezaje ukapata jibu bila kuonyesha njia? Bas. Eh? Na mbona siku zote nawelekeza kwamba mnapofanya hesabu onyesheni njia na jibu. Wewe umenipandikizia tu jibu bila kuonyesha njia. Unakujeje hapa? Hata kwenye maisha tu ya kawaida unaweza ukampata mtoto bila tendo la ndoa. Sasa mwalimu, sasa hivi teknolojia ni kubwa sana. Huko Marekani watu wanapandikiza tu mimba, mtu anazaa. Umeamua kunipandikizia majibu hapa bila kunionyesha, yeah. njia. Sasa hapo nani, teknolojia ya yeah. yeah. Marekani, ya Marekani, Marekani. Tuende oh, ukawelekeza na walimu wa hesabu right. kule right. ofisini kwetu.